Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dkt. Hussein Ali Mwinyi amewaapisha wakuu wa mikoa na manaibu makatibu wakuu walioteuliwa hivi karibuni. Hafla hiyo ya uapisho imefanyika Ikulu, mkoa wa mjini Magharibi. Miongoni mwa walioapishwa ni mkuu wa mkoa wa kaskazini Unguja ndugu Cassian Gallos Nyimbo na mkuu wa mkoa mjini Magharibi ndugu Muhammed Ali Abdalla na katika kazi zangu za mkuu wa mkoa mjini Magharibi Unguja na kwa vyovyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Cassian Gallos Nyimbo na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu serikali ya Zanzibar katika kazi zangu za ukuu wa mkoa wa kaskazini Unguja na kwa vyovyote vile sitotoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Naomba Mwenyezi Mungu unisaidie mimi Hawaah Ibrahim Mbaye naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa uaminifu na kwa moyo thabiti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za naibu katibu mkuu katika wizara ya mawasiliano, teknolojia ya habari na ubunifu na kwa vyovyote vile sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Hitaji kuwa na mfumo mkubwa ambao utaunganisha mifumo yote ya sekta zote, ili sasa iwe rahisi, ikiwa Wizara ya Fedha inataka taarifa za Wizara ya Afya haina haja kupeleka mahali nitumie mfumo na kuweza kucea zile. Lakini kwa upande wa maisha ya watu, kuongeza vipato, lakini la pia kupanua biashara, mawasiliano. Kama mawasiliano yenyewe ni biashara, nchi inajiuza inapokuwa ina miundombinu mizuri ya kimawasiliano. Sisi Zanzibar, Mungu akibariki, tunasema tuko katika strategic position. tuko katika eneo ambalo kama tutaweka satellite sasa hivi tunauza mpunga bara, tunauza mpunga katika nchi za jirani Kongo na nchi ingine kama Rwanda, lakini tunapoweka satelaiti kwa hapa tulipo, tutaweza kuuzia visiwa vetu vya jirani kama Komoro na wengine, lakini ndani pia tunaweza kukapeleka Angola, Malawi ya kuaboresha wakulima ya kuwaboresha wakulima wafugaji. Kwa hiyo pia na mimi nitakuwa nao bega kwa bega, ili tuhakikishe tunafanya mkoa wetu ni mkoa wa maendeleo, mimi na serikali kuweka hali za wananchi vizuri. Kwa hiyo mimi pale mheshimiwa rais aune pale mkoa mkoa, maana yake kwenda kusimamia kuhakikisha hali za wananchi uchumi zinakuwa, kwa kushauriana na wataalamu na taasisi mbalimbali zinazohusika mtakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wananchi wanaondoka katika masikini na kuingia katika maisha ya kawaida. Mheshimiwa Rais ametoa maagizo mengi wakati ambapo alipokuwa akilani ilani akinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, <laughs> utekelezaji wa dira, usimamizi na uratibu wa ile dira ya 2030 pamoja na kuhakikisha dira 2050. Lakini chengine ni kuhakikisha kwamba tunazisimamia vizuri manispaa zetu pamoja na wilaya, ili kuweza kuakisi yale malengo ambayo mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi ameyatarajia. Kwanza kabisa ni usafi wa mji na kufanya mji uweze kupendeza na ulete haiba njema lakini jengine ni kuwapanga wafanyabiashara katika maeneo ambayo yanaostahiki ili na wao waweze kufanya biashara zao vizuri na kujipatia riziki za halali. Abdullahi Abdallah, ASAM Online TV.